Mwanaume, unatakiwa kuhakikisha mwili wako hauna sumu. Wanaume wengi hawana matatizo ya uzazi, ila changamoto ni sumu nyingi mwilini zinazotokana na pombe, sigara, vyakula vyenye sukari nyingi, mafuta mengi na mazingira tunayoishi kazi, msongo wa mawazo, unawaza hela, unawaza uh, unawaza michepuko, unawaza, yaani mambo mengi tu ya, yako kichwani. Sasa haya mambo ndo yanayopelekea uwe na sumu nyingi mwilini. Mwisho wa siku, hizi sumu zinaathiri utendaji kazi wa figo na ini, lakini pia mzunguko wa damu, kitu ambacho kinapelekea uh, kuathiri uh, uzalishaji wa mbegu za kiume. Mbegu za kiume zinazalishwa kwa kiwango kidogo, ambazo hazina spidi ya kutosha kiasi kwamba hata haziwezi kutungisha mimba. Lakini pia sumu zinapelekea ukose hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo una uwezo wa kumaliza muda mrefu bila kushiriki tendo la ndoa na ukajiona huko sawa. Jambo lingine, zinaweza kuathiri stamina yako, kwamba uume unasimama kwa ulegevu au unashiriki tendo na kuwahi kufika kileleni ndani ya dakika mbili umefika. Hizi zote ni sumu mwilini na pia zinaweza zikaathiri, uh, msongamano wake unaweza ukaathiri vinasaba vya mbegu na kupelekea uh, mbegu zinatungisha mimba inaharibika au uh, unashindwa kutungisha mimba kabisa. Aa, na pia sumu mwilini zinaweza zikasababisha uwe na maambukizi kwenye mfumo wa uzazi, zikablock mirija pia isipitishe mbegu vizuri, lakini pia zikaongeza pH na kusababisha sperm zako ziwe na asidi nyingi, na kitu ambacho kinaweza kikapelekea kila zikiingia kwenye uke zinaharibika. Hili ni jambo ambalo ni hatari sana kwa mwanaume, linaweza likaondoa uanaume wako na kusababisha matatizo mengine ya ugumba. Sasa ili kuondoa sumu mwilini, lazima uungane na challenge yetu ya kutumia C247 na asubuhi na jioni liver care. Gharama zake ziko chini hapa kwenye maelezo, na ili kuweza kupata au kujiunga na challenge yetu nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.